Subhanahu wa Ta'ala sana kwa mambo mengi, tuna shida, tuna njaa, tuna matatizo, tuna dhiki na kuna watu wanakesha usiku na mchana wanamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya matatizo waliokuwa nayo lakini bado wanafeli. Limadha nadhuru llaha fala yustajabu lana, ni kwa sababu gani? Tunamuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala, tunaambizana Waislamu tufanye dua, tunafanya dua kwa pamoja anafanya dua mmoja mmoja ndani kwake, lakini bado Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bado haitiki dua zetu, Mwenyezi Mungu bado hapokei maombi yetu. Limadha nadullaha fala yastajabu lana, ni kwa sababu gani? Mpaka sasa tunamwomba sana Mungu lakini bado Mungu hatujii. Wapi tunakosema hivi? Hakuna watu ambao walikuwa na matatizo katika dunia hii na walimwomba Mungu na wakafanikiwa? Kama walifanikiwa, kwa nini sisi tunamwomba Mungu sana lakini hatufanikiwi? Allah hajibu maombi yetu. Tumwangalie Nabiullahi Yunus alayhi salatu wasalam. Yunus alikuwa ni nabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa kazi Yunus ya kwenda kuwalingania waja wake, na Yunus kafanya kazi hiyo, lakini wale ambao waliolinganiwa hawakuwa tayari kupokea ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia kwa Yunus. Yunus alikasirika, mji ule kule alikokuwa nakwenda safari yake ilikuwa inavuka bahari. Yunus kafika ufukweni, kakuta jahazi la takondoka limekushaja, naye akaingia kwenye jahazi, jahazi likaondoka. limefika katikati ya bahari, jahazi tata kuzama na nepa na upepo mkali. Kapteni wa jahazi lile akasema, jamani, humu ndani kuna vitu viwili, aidha kuna mtu kamkosea e, Mola wake ama bwana wake, ama kuna mtu kazidi humu. Tunamjuaje aliyozidi ili tumtoe? Tupigeni kura Waislamu, kura ikwanza leo hey, kura ikwanza leo. Ikapigwa kura mara kwa ya kwanza ikamwamkia Yunus. Sasa tupigeni mara ya pili. Ikapigwa mara ya pili ikamwamkia Yunus sbfanye witiri sasa, tupige mara ya mwisho na ya tatu. Ikapigwa kura mara ya tatu ikamwangukia Yunus. Wakaulizana, hivi kumwacha mtu moja tufe wote, ama kumtosa baharini mtu moja tukaokoka wengine, bora nini? Ikaonekana huyu mmoja tuwe baharini, akachukuliwa, wakachukuliwa baharini

na robo tatu ya Qur'ani ni historia. Ukimwona mtu hataki historia, kusoma historia ama kusikiliza historia, huyo ana matatizo makubwa. Robo tatu ya Qur'ani ni historia. Kiza cha kwanza ni ndani ya tumbo la samaki. Ndani ya tumbo la samaki hakuna mwanga, fanada fi dhulumati. Yunusu anapiga kelele, anataka msaada kwa Mungu, anaomba msaada akiwa ndani ya giza, ndani ya tumbo la samaki. Kiza cha pili ni ndani ya bahari, hakuna mwanga. Kiza cha tatu ilikuwa ni usiku, sio mchana. Allah asema fanada fi dhulumati Yunus, anapiga kelele akiwa baharini usiku na natuma samaki asema, anla ilaha illa anta, Ee Mungu -hmm. hakuna anayepasa kuabudiwa kwa, kwa haki na kweli sio wewe. Allah subhanahu wa ta'ala, inni kuntu minadh-dhalimin mimi nimejikuta nimedhulumu nafsi yangu, kazi ulionipa nikaikimia, sikuwa na subira. Allah anasema fastajabna lahu, tukapokea dua ya Yunus fastajabna lahu, tukapokea dua ya Yunusu wanajainahu minal ghammi na tukamuokoa katika tatizo. Alghamu ni tatizo ambalo mwanadamu hawezi kujitoa mwenyewe mpaka atolewe. Allah asema wanajainahu min alghamu, tukamuokoa katika shida nzito. Alafu Mungu akatangaza akasema, wakadhalika kadhalika nunji muminini, hivyo hivyo kama ambavyo tulimwokoa Yunusu. Mungu asema tuko tayari tumuokoa yeyote alimwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa wataala. Kama hili ndio tangazo la Mwenyezi Mungu wa subhanahu wataala, limadha naburu Allah fala yusajabulan, ni kwa sababu gani? Sasa leo hii sisi tuna shida, tuna matatizo, tuna dhiki, tuna njaa, tuna mambo kadha wa kadha, lakini tunamuomba sana Mwenyezi Mungu subhanahu wa wa taala, lakini bado Mungu hajawa tayari kupokea dua yetu. Tuna nini? tunaomba sana tunaomba sana. Nabiyullahi Ayubu alaihi salatu wassalam, Nabiyullahi Ayubu alipata mtihani mkubwa wa maradhi. Ayubu aliugua mpaka wadudu wanatoka mwilini wanatambaa wanakwenda, anawakamata Ayubu wadudu wale kwa mkono wake, anarudisha mwilini, anawaambia nakwenda wapi? Viumbe Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, Allah kajalia kwamba katika mwili wangu ndio kuna nyumba yenu na makazi yenu, na katika mwili wangu kuna riziki zenu, chata, mwili wenu, mwili wangu chata Ayubu, mwili wangu ichoto chini, ayubu akapata wadudu akshiriki Watu wanapita barabarani wanamcheka Ayubu, wanasema yawezekana kuna jambo kubwa kamakosaa mwenyezimungu subhanahu wa taala. Lakini ifika mahala ayubu anamwambia mwenyezimungu subhanahu wa taala, indi rabiini masani ya dhuru Mungu Mungu wajawa mujaa yake chini yatotoka maji pale chini, chencheni ya maji, akaambiwa ajipake ile maji na mengine yanywe. Ayubu alifanya hivyo na akapona, kana kwamba hakuwa nakuwa kama Nabii Allah Ayubu, Nabii Allah wote hawa walimwomba Mungu kutokana na shida na matatizo waliokuwa nayo. limadha nadhurullaha fala yastajabuna, ni kwa sababu gani leo waislamu leo sisi twamuomba sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini Mwenyezi Mungu hajawa tayari kupokea dua zetu. Zakaria, Zakaria mpaka amefika umri wa mtu wa utu uzima, hana mtoto. Zakaria amefika umri wa utu uzima. zaidi ya mmwetwa hana mtoto. Ikafika mahala Zakaria akapekelekwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Zakaria ambia Mungu ampe mrithi hata kama ana mali anamala naneimali zako Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala alipokea dua ya Nabii Allahi Zakaria na akampa mtoto wa kiume aitwa Yahya. Kama Zakaria naye alimwomba Mungu, lakini Mungu akampa mtoto wa uzeeni limadha fadhali Waislamu, kuna kosa sehemu, kuna mahala bado hatujapatia. Ndio maana leo tunapiga kelele sana kwa Mwenyezi Mungu, tunaomba dua sana Waislamu. zipo sababu, zipo sababu ambazo zinapelekea dua kutopokelewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na chuoni mmoja, mnazuoni taqiyu min, min, min, min atqa illa wali katika mawali wa Mwenyezi Mungu, mcha Mungu katawacha Mungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala

Nahnu mududahri, sisi kwa muda mrefu sana nabduna llah, tunamuomba sana Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, lakini Mwenyezi Mungu hapokee maumbi yetu, limadha, kwa ajili gani? Sheikh Ibrahim alitoa basara akawaambia ma tatkulubukum fi ashat ashya, nyoyo zenu zimekwisha kufa, nyoyo zenu zimekwisha kufa na zimeuawa na mambo kumi. Hayo mambo kumi yameua nyoyo zenu, ndio maana imepelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala mnamwomba sana na mtaendelea kumwomba sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, lakini dua zenu hazipokelewa wala zisijibiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Mambo gani haya kumi? uzangu muda amsheswa mkono muda utoshi. Kuna mambo kumi ambao ambayo Sheikh Ibrahim Bnadham aliwaambia ali watu wa Basra. Hayo mambo kumi ndio anapelekea leo dua zetu zisipokelewe ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, na sisi tusipoyajua hayo mambo kumi, na tukayafanyia kazi hayo mambo kumi, basi sitakuwa ni watotu gongo sana wakulia sana kwa Mungu nikskasea Mungu atuonea, lakini kumbe sisi wenyewe kuna jambo tulipatia. tuzangu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala akituweka hai na salama, tutakuja kuyasema haya mambo kumi ambayo Shekh Ibrahim bin Adham wa Basra ikawa ni dirakwa na walipoyatekeleza, haya mambo walifanikiwa mbele ya Allah subhanahu wataala.